Valentine ya mwaka huu hapa imekuwa nzuri tofauti na ya kihistoria sana kwa Paula na mama yake Kajala. Kumekuwa na double date kati ya Harmonize na Kajala na Marioo na Paula. Raha au sio raha? Basi karibu sana kwenye chaneli yako na mimi ni Foevah Dee. Subscribe. Yes, kama ambavyo umesikia kwamba kulikuwa na double dates kwenye hii Valentine trip ambayo amefanya Marioo na Paula, lakini pia at the same time Harmonize na Kajala walikuwa sehemu moja wakienjoy Valentine, mama na mwana, na pia Marioo na baba mkwe wake. Sijui kama umeelewa hiyo eh? Ni raha sana, kwa sababu hii hapa ni love familia, hii hapa imejaa upendo na furaha, muda mwingi sana. Hawa bwana ni watu wa kusamehe na watu wa kumove on kwenye mambo mengi. umeona mtoto hapo eh? Yes, huyo ni Marioo akimrekodi Paula. Sasa Valentine season hii hapa, Paula hajafanya photoshoot kama tulivyomzoea. Amefanya picha moja tu kwa ajili ya kutangaza bidhaa zake ambao nyinyi mnazijua, vipodozi ambavyo anauza Paula lakini muda mwingi ameutumia akiwa pamoja na bibi wake. Sasa before ya kwenda huko kwenye hiyo Valentine trip, Paula ameweza kushare hizi picha hapa ambapo aliweza kumzawadia rafiki yake anaitwa Vanessa, alimzawadia meza. Sasa mwenyewe Vanessa anasema, nilikuwa naongea na Paula kuhusiana na biashara yangu kwenye mazungumzo tu ya kawaida Sikujua kwamba alinisikiliza na amekumbuka mazungumzo yayo, na ameweza kumzawadia zawadi ya meza kwa ajili ya biashara yake. Amelia kabisa kwa sababu ya upendo ambao Paula ameweza kumwonyeshea. Jamani, Paula ana moyo mzuri sana, sio marafiki wote watakaa na kukuzingatia wewe, yapo. Kwa hiyo da, umemliza rafiki yako. Sasa kwa upande sasa wa mambo ya vacation, hii ndio trip ambayo Paula na Mario wamekuwa nayo na wameweza kuvaa t-shirt za couple. Mario amevaa imeandikwa girlfriend na Paula naye amevaa ambayo imeandikwa boyfriend. Yaani hawa wanapendana sana mpaka sasa hivi na mavazi wana match girlfriend and boyfriend, kama ambavyo nilishakuambia awali wamekuwa vacation hii hapa, wameifanya hapa hapa Dar es Salaam, na wote wawili walikuwa sehemu moja, yaani Paula na Mario, huku pembeni ni Harmonize and Kajala. Jamani, hii double date tumeipenda sana, sijua nyinyi huko wenzangu. Na kama unavyojua penzi hili hapa la Mario na Paula limekuwa serious sana. Sasa hivi unaweza ukawaona wawili hawa wakifanya moment nyingi sana za pamoja, kama ambavyo unajua Paula anashea moment zao nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii na hapa hapa YouTube kwenye vlogs zake mbalimbali mbali. sasa mimi nimependa jinsi ambavyo wawili hawa wameweza kubadilishana, yaani Marioo amembadilisha Paula na Paula pia amembadilisha Marioo sasa hiyo inaonekana na hata kiasi kwamba Paula amekuwa ni mtu wa kusamehe mazima, kwa sababu wewe unaona jinsi ambavyo sasa hivi Harmonize amerudi na anafanya promo ya bidhaa za vipodozi vya Paula, kitu ambacho tumeona cha ajabu sana, kwa sababu tayari Paula alishajiapiza kwamba yeye hapana tena, hampendi Harmonize wala hapendi kuwa kuona mahusiano ya Harmonize na mama yake. Lakini huko kote amesha move on amesamehe, na nafikiri pengine Paula angekuwa mtoto wa kiume, sidhani kama angesamehe, lakini we all know kwamba watoto wa kike na especially Paula ana moyo mzuri na ameweza kusamehe. Kwa hiyo at the end of the day ni mama na mtoto na mapenzi yao lazima yawe forever, so hiyo ndiyo true mother, daughter, love kwa wawili hawa. Wanai practice sana sasa. Nakuletea episodi nyingine ambazo zilikuwepo huko kwenye kustarehe, ambapo baba mkwe unamwona hapo, eh? Yes, huyo ni Marioo akimpiga picha baba mkwe wake. Je, wewe unaweza? Jamani, kama nilivyokwambia raha sana na hii vacation yao ama kitrip kidogodogo hichi kimekuwa pambe sana upande, okay, wa Kajala <laughs> Thank you. Valentine imekuwa poa sana upande wa Kajala kwa sababu Harmonize ameweza kushow up kwa mapenzi makubwa sana. As you can see amemfanyia surprise hapo kwenye gari, hata yaani, Kajala hakuwa anafahamu hiyo surprise. Na kulikuwa kuna note anasema, Happy Valentine's Day my love, the love of my life, siku zote najihisi mwenye bahati napokuwa karibu na wewe. Na maneno haya yamekuwa mazuri sana, ambayo Harmonize ameyatoa. Nafikiri unaweza ukapose hapo na ukasoma, anamwambia you are my shining star. Haya, lakini kwenye msururu wa zawadi hizo kumekuwa na zawadi za hereni, ambayo hiyo ni hereni za gold and tanzanite. Wow! Haya, sasa kama ambavyo unajua mambo ya trip, mambo ya Valentine, Harmonize aliweza kupiga picha na, na Kajala, tofauti tofauti za mapozi tofauti tofauti, wakienjoy vacation yao alongside. Na hizi picha zimepigwa unajua na nani zimepigwa na Paula, kwa sababu Paula anajua sana mambo ya kupiga picha wanapokuwa vacation, ndiyo kazi yake. Kulikuwa kuna kek pia ambayo wameshea pamoja. Yaani, mambo yalikuwa ya upendo muda wote. So hawa hapa ni Harmonize na Kajala na hii ndivyo ambavyo Valentine season upande wao imekuwa. Hawakuwa na makelele mengi ya mtandao, walikuwa na Valentine trip ya pamoja, walikuwa na double dates kwenye Valentine trip. Jamani, hii ni idea, unaweza ukaifanya wewe huko mbeleni, ukiwa na mwanao ama ukiwa na marafiki zako waliweza kuenjoy kwa sababu hii hapa sehemu iko kando ya bahari, yani una face bahari. Kwa hiyo swimming kwa sana, picha zikawa nyingi sana kupendeza, kukawa kwingi sana yani <coughs> hawa mida hii karibu <That's> <show. laughs> We anyway, kama nilivyokuambia picha zilikuwa nyingi sana, na in hope wewe hapo umeenjoy kuangalia Valentine hii hapa ya Kajala na mwanaye Paula, kwa sababu wengi mmekuwa mkiniuliza kwamba hawa wawili really wako wapi? Jamani, walikuwa vacation ya siku chache, kama siku tatu nne hivi, wakienjoy wakiwa na wapenzi wao. Love wins, na hawa ndio